John Anthony Orao ndio jina langu. E, karibu tena ndani ya gumzo ila la spoti, kwambia kwamba hapa tunazungumza kispoti. Amaica Media Amaica Radio Amaica Viwanjani, hashtag tunasema kwamba hii hey, ni sauti yetu. Mi niite mtoto wa mama, kijana ya Wanyore, kijana ya kule Luanda, kijana ya Vihiga John Anthony Orao. Tutaanza na ligi ya hapa nchini Kenya. Tutaanza na ligi ya NSL ha. kuna mechi ambazo zimepigwa nyingi sana wikendi ama jumaili Mm, na mechi ambazo zilipigwa na na matokeo yake, hapa Luanda Villa eh, dhidi ya Nzoi ya Sugar. Kumbuka ni mechi ambayo ilipigwa kule Luanda, nimekuambia eh, kwamba mimi ni kijana ya Luanda, kijana ya Vihiga. Kwa hivyo Luanda Villa walikuwa nyumbani, mumboa grounds, walitoka sare ya kutofungana sufuri bin sufuri dhidi ya Nzoi ya Sugar. Akapiga Equity Bank dhidi ya Darajani Gogo, wakatoka mawili kwa sufuri. Alafu Naivas akiwa nyumbani aliweza kukungutwa na Gucha Stars, Gucha kutoka kule KC moja sufuri. Mofa alipiga ridi ya Kisumu All Stars. Kumbuka huyu Mofa anamilikiwa na ule Captain Michael Olunga na Kisumu All Stars kutoka kule maeneo ya Kisumu. Kwa hivyo walimenyana na wakatoka moja kwa moja, hiyo sare ya moja kwa moja. MCF wana Muli family walitoka wakiwa nyumbani walipata ushindi mwembamba wa bao moja kwa sufuri ya 3K FC. Alipiga Fortune Sako, lakini si Fortune Camera Person, wa kwangu siku zote mimi hukwambia <laughs> Pochi <laughs> Sako alipiga dhidi ya Atalanta na ikiwa Juventus aliweza kupata ushindi mkubwa wa mabao matatu kwa moja. Kibera Black Stars akiwa nyumbani alipiga dhidi ya Migori Youth. Kumbuka Migori Youth wanaongoza ligi hiyo, lakini wakaweza kuangushwa uh, moja sufuri dhidi ya Kibera Black Stars. Vige United ama Demu Lembe kwambia kwamba Demu Lembe United walihakisha kwamba wana wana walipigwa wali, wali, wali, wali lakini ni mechi ambayo Vige United wao kufika uwanjani. Na kila mara mimi siku zote husema kwamba mbona mechi iandaliwe na ukose kufika uwanjani? Kisa na sababu, means of transport. Kama Wana Vihiga United walikuwa wapige dili ya Nairobi City Stars, Nairobi City Stars wakafika uwanjani, wakatulia wanangoja Wana Vihiga, Mwana Mlembe afike, lakini mwisho wa siku Vihiga United hawakujitokeza. Sheria na kanuni inasema kwamba timu isipofika alama zinadondoshwa moja kwa moja. Na ndivyo maana Nairobi United alipatiwa moja kwa moja mabao mawili na kapewa alama tatu za bwerere tu alafu mombasa united akiwa nyumbani alipiga dhidi ya mwatate united mombasa united alipata ushindi mkubwa sana mabao matatu kwa sufuri na kujinyakulia alama tatu ni ligi ambayo iko na ubishani sana na ina ushindani na ni ligi ambayo ukikaa vibaya unateremka ukikaa vibaya utajipata kwamba wewe umeshuka yani hapa mtu anashindia mwenzake alama mbili tatu Uh, anaongoza niko hapa nitaku, nit, nitakupatia namna ambavyo jedwali lilivyo. Anaongoza mwana Migori Youth. Migori Youth anaongoza table hata baada ya kupoteza mechi yake dhidi ya Kibera Black Stars eh, Jumahili anaongoza akiwa na alama 29, 29 points on top baada ya kupiga mechi 14. Anashikilia nafasi ya pili Mombasa United baada ya kumpiga mwana eh, Mwatate mabao matatu kwa sufuri. Anashikilia nafasi ya pili akiwa na alama 25. Ukiona hapa sasa, mwana Migori United anamshindia alama ngapi? Alama tatu peke yake, ili aweze kumkuta huyu mwana Migori United. Huyu ni Mombasa United, chini nafasi na ya pili. Nafasi ya tatu ni 3K wana 3K hawa, 3K FC, bali si si si AK47, hawa ni 3K FC, washikilia nafasi ya tatu akiwa na alama 24. Nafasi ya pili anamshindia alama moja peke yake. Ni ligi ambayo ina banana sana, ukitazama nafasi ya tatu nne na tano wote no wote wanatoshana, wan, wan, wan, wan, na alama mofa, Fortune Sacco na Equity Bank nafasi ya nne, tano, sita mtawalia wakiwa na alama ishirini na nne anafunga sita bora, mwana Equity Bank Equity Bank anafunga nne, sita bora, akiwa na alama 22. Anaendelea kuburura mkia mwana mwatate United baada ya kuungutwa na Mombasa United, ana alama saba nafasi ya 19. Viga United wana mulembe hawa, baada ya kutofika uwanjani kuzipiga didi ya Nairobi City Stars, wanashikilia nafasi ya 19 wakiwa na alama 12. Anashikilia nafasi ya 18 Kisumu All Stars akiwa na alama 13, alafu Kabati Youth anashikilia nafasi ya 14 ya kumi na saba kumradi akiwa na alama kumi na nne. Hao ndio wako katika ile hatari ya kushushwa daraja. 17, 18, 19, 20. Hao ni Kabathi Wood, Kisumu All Stars na Viga United Mwatate, wote wanashikilia pale nafasi ya kuteremshwa. Eh, ambiwa kwamba potele ya kote. Na huyu mwana Soy United ana kila nafasi ya kumi na sita pia yeye kidogo tu ataambiwa nini, songa kando, manake wako katika ile hatari ya kushushwa daraja. Lakini ligi ambayo bado iko mbichi, ndio mechi zinafika mzunguko wa 14, wacha tuone mambo itakuwa kwaje. Labda ungependa kujua ni matokeo ya timu ipi, eh, kutoka na ligi ya NSL? Ungependa kujua kwamba ni nani anapiga na nani, nani anashikilia nafasi ya ngapi? Itakuwa vizuri uweze kulonga na mimi, uweze kusema kwamba Antonio hapo kwenye comment section ama uliza Mike Media, tafadhali mniekee matokeo ya timu fulani hapa NSL, itakuwa nakupatia hata vile vile, kama ungetaka kujua ni ligi ipi ambayo inafanya vizuri ligi ipi ambayo kidogo iko na mshike mshike, tutakuwa hmm, na kupatia matokeo yake. Ligi ya KPL Kenya Premier League, lakini kwa sasa inajulikana kama SportPesa Premier League. Maana yake hivi sasa mdhamini ni mtu mwingine tofauti sana, mdhamini ni SportPesa, na alipochukua hatamu za kuwa mdhamini wa wa, wa, klabu ama wa, wa, wa timu hizo za Kenya, KPL, alisema kwamba basi, ikiwa mngetaka niwapatie niwapatie udhamini mkabadilishe E, mkabadilishe ligi ijulikane kama SportPesa Premier League, na ndivyo hivyo ambavyo hivi sasa tunasema kwamba SportPesa Premier League SportPesa Premier League. SportPesa Premier League, mechi nyingi zilipigwa sana Jumahili hili, takriban mechi zote E, mechi zote za ligi za KPL zilichezwa ama timu zote zilicheza, na ilikuwa katika mzunguko wa kumi na nne, kama sijakosea mzunguko wa kumi na nne, nam, na matokeo tunayo tayari, matokeo tunayo ya mechi ambazo zilipigwa Jumaili. Kikubwa zaidi tutakuwa tunazamia katika tebo, tuone ya kwamba ni nani anaongoza, nani anashikilia nafasi ya ngapi, manake kidogo muda utakuwa unaturuhusu kwa teta kuzamia katika mechi zote, tutazungumzia tuone ya kwamba namna ambavyo tebo ina, ina inafanana na tujue kwamba nani atakuwa anafanya vizuri Gor Mahia, Kogalo Gor, Gor Mahia mashemeji mm, hawa wanapopatana na AFC Leopards wanaongoza ligi hili wakiwa na alama 23. 23 points, Gor Mahia, AFC Gor Mahia mm? Ama FC Gor Mahia, Gor Mahia Football Club wanaongoza wakiwa na alama 23 baada ya kupiga mechi kumi na mbili. Nakumbuka Gor Mahia ameshinda mechi saba, ametoka sare mechi mbili na amepoteza mechi tatu. Tagia ligi ilipokuwa ya inaanza, na hivi sasa anaongoza akiwa na alama ishirini na tatu. Nafasi ya pili ni KCB wana benki wale, wamepiga mechi kumi na mbili, kumi na tatu. Kumradi ameshinda mechi sita ametoka sare mechi tatu na amepoteza mechi nne, ana alama ishirini na moja. Nafasi ya pili AFC Leopards ingwe ya matere, ingwe yora, unapokuambia kwamba ingwe anapotoa kucha zake anakungata eh. Apotoa kucha zake afu apanue mdomo wake ya, meno yake yote yanatoka nje, ashikilia nafasi ya tatu baada ya kumpiga Ulinzi Stars hapo jana mabao mawili kwa moja, alama tatu nzuri. Nakumbuka ligi hii ilipokuwa inaanza FC Leopard alikuwa na, na kipindi kigumu sana, maanake kila mara alikuwa anapiga sare anapiga sare, sare, ushindi sare ushindi. Hata mashabiki kidogo akakosa kukua na imani na ule kocha Fred Ambani, kusema kwamba Ambani must go the two Ambani aban manake utapata kwamba kocha Fred Ambani alafu chama chaman na timu ile ya FC Leopard, utapata kwamba Ambani kamba Bonfesa Ambani wale mandugu hmm. Manake FC Leopard alikuwa natoka sare, wanasema kwamba haya si matokeo ambayo tunahitaji, na, na anafresha sana bwana Fred Ambani, manake hashtag ya kwake ni ipo siku utasikia anakuambia kwamba ipo siku, alisimama dhabiti akasema kwamba nipeni mda. Hata kuna baadhi ya wale mashabiki ambao walikuwa wanasema kwamba tumpe kocha mda. Hmm? Na kikubwa zaidi leo hii nauliza, unaona kwamba muda ambao Fred Mbana alikuwa anahitaji ni wakati ambao umewadia, sasa tupatie sasa matokeo, maana tulimpa muda wa kutosha. Ama una imani na ile kauli kwamba tumpe muda na muda wake ndio tutaanza kuona matokeo, maana hivi sasa AFC Leopards ndio inashikilia nafasi ya tatu wamepoteza mechi moja pekee yake na ni mechi ambayo alipoteza jiji ya Posta Rangers. Na hiyo mechi FC Leopard kupoteza mazingira ya ile, ya ile mpira ama ya hiyo mechi haikukuwa sawa, walibaki wamelalama, kulikuwa kumenyesha sana, uwanja hauchezeki, maji kila pahali, the performance, obvious, by the end of the day itakuwa low, na tena ilikuwa kule kwa kule kwa kina Posta Rangers, hao wanaelewa uwanja wa kwao, kumbuka hata unapokimbizwa kwenye usiku unajua panya, un, unajua panya rushi zote, ama unajua njia zote, uwezi ukapotea kwenye usiku mm, ama hata mbwa anapokukimbiza usiku pale kwenye, unajua ukipita hapo ukiruka hapa utanguka pale. Kwa hivyo Posta Rangers walikuwa nyumbani katika mechi ambayo AFC Leopards walibaki wanalalama wakisema kwamba oh, uwanja ulikuwa mbovu. Na ndio uwanja ulikuwa mbovu, ukitazama vigezo vya uwanja FIFA inavyotaka uwanja kuwe, ile ilikuwa mbaya. Mwisho wa siku AFC Leopards wakaachilia wakapigwa mabao mawili kwa sufuri. Mm -mm. Na nivo akapoteza mechi ile dhidi ya Posta Rangers. Na nivo alidondosha alama tatu. Mechi hiyo peke yake. Tangia siku hiyo AFC Leopard bado hajapoteza mechi yoyote. Kama mbaya sana jamaa atatoka sare. Lakini kama ni nzuri zaidi toka na alama tatu. Kwa hivyo nauliza, weka kwenye comment section, ama Amaica Media, ama Amaica Radio, ama Amaica Viwanjani. Unaona ni wakati mwafaka wa Fredo ambaye kutupatia matunda ama haya matunda ambayo tunaona kama wana AFC Leopard, ama wewe kama shabiki wa AFC Leopard. Ni matunda ambayo ulikuwa unahitaji nafasi ya tatu. Nafasi ya kwanza namshindia alama tatu peke yake. Hiyo ni mechi moja. Hmm? Buka mechi yao dhidi ya katika ya viwango bora zaidi, do you think ama kwa media, ama kwa viwanjani, AFC Leopard sasa wako mahali pazuri kidogo kurudisha ile hadhi ya Waluya na hata kurudisha ile hali na kurudisha ile motisha ya kubeba taji. Kwenye comment section kija polisi washikile nafasi na ya nne wakiwa na alama 21. Task FC washikile nafasi ya tano, akiwa na alama 21. Posta Rangers washikile nafasi ya sita akiwa na alama 21. Kumbuka ni ligi ambayo pia vile vile imebanana, ni unyo kwa unyo, wanafatana, unapata kwamba nafasi ya kwanza mshindi nafasi ya pili alama mbili peke yake ambaye ni KCB hmm. lafu kutokea hapo, yani ni alama moja mbili moja mbili tatu, ni ligi ambayo kidogo ule mshindi hajajitokeza hadharani kuonyesha kwamba mimi ndo nilibeba hili taji. Anaburura mkia Mwanakariobangi, Sharks anashikilia nafasi ya kumi na nane akiwa na alama kumi na moja, alafu Ulinzi Stars anashikilia nafasi ya kumi na saba, Ulinzi Stars kumi na sita, wote katika hatari ya kushushwa ngazi. Kumbuka mwana Sofapaka na huo Ulinzi Stars, hizi si nafasi za kwao maanake tumeona wakifanya vizuri sana lakini, hivi sasa hivi sasa, haya matokeo ambayo anatuonyesha kidogo tabaki kusema kwamba sio matokeo ya kwao. Maanake tunaona wakina APS Bomet ambao wamepandishwa ligi hivi majuzi kidogo anajikakamua eh, kidogo tu anajikakamua, lakini hivi sasa shikilia nafasi ya 15 Bidco United pale 17 Bandari 13 Murang'a 12 Nairobi United nafasi ya 11 Madari United nafasi ya kumi mara Shuga nafasi ya tisa Shabana nafasi ya nane Kakamega Homeboyz nafasi ya saba Posta Rangers nafasi ya sita. Hmm, kwa hivyo napotazama ligi hii ya Sport Pesa Premier League, ligi ambayo inabana sana eh, huyu anashinda huyu, kesho anashinda huyu, anapigwa kesho, huyu anashinda. Kwa hivyo ni ligi ambayo kidogo inabana, lakini kikubwa zaidi nakuuliza ni nani atafanya bora katika ligi ya KPL ama Sport Pesa Premier League. Ukitazama na mambo ya jadwali lilivyo, anaongoza Gor Mahia fuatiwa KCB, fuatiwa FC Leopard. Nani ambaye atakuwa anafanya vizuri msimu huu? Weka kwenye comment section na vile vile kikubwa zaidi. Pia vile vile, je, unadhani FC Leopard wako katika kiwango kizuri cha kuonyesha matokeo mazuri? Fred Ambani hivi sasa tunasema kwamba wakati wa kumpa muda umekwisha, hmm? Ama tumpe muda zaidi, ili kuhakikisha kwamba anasaidia klabu ya FC Leopard kubeba hata taji. tutakutaraza Takuwa nazama katika ligi ya kule EPL ligi ambayo inaenziwa na wengi sana na vilevile nitakuwa vile naangazia tebo tuone ambavyo ilivyo, na nitakuwa naangazia tebo ya wale ama tuseme kwamba Tano, saba bora. E, saba bora. Manake muda kidogo <laughs> kidogo unatupa kisogo. Si fortune sako. <laughs> Fortune sako anafiga ligi ya Lesela. Ashikilia nafasi ya kwanza Arsenal yake na alama 36. Alafu nafasi ya pili anashikilia Manchester City ana alama 34. Nafasi ya tatu anashikilia Aston Villa alama 33. Chelsea anashikilia nafasi ya nne akiwa na alama ishirini na nane. Crystal Palace anashikilia nafasi ya tano akiwa na alama ishirini na sita. Manchester United nafasi ya sita akiwa na alama ishirini na sita. Kumbuka Manchester United alipiga mechi yake hapo Jumatatu dhidi ya Bournemouth. Ni mechi ambayo ilikuwa na mabao mengi sana. Mabao nane. Eh, kwa hivyo ilitoka asari ya mabao manne kwa manne. Ashikilia nafasi ya sita. Liverpool ashikilia nafasi ya saba akiwa na alama ishirini na sita vile vile. Pia ni ligi ambayo kidogo imebanana. Mimi kidogo ukiniuliza nitakwambia kwamba ligi zote zimebanana. Tukianza na panchi ni Kenya NSL. KPL. Yaani kidogo hatujaona ule ambaye amejitokeza tu hadharani kusema kwamba mimi hili ni langu naenda nalo. Hm? Mechi mzunguko wa 16 katika ligi kuu EPL. 16. Je, unatarajia tufike katika mizunguko ya ngapi ndio at least uone kwamba huyu ana uwezo wa kubeba? Maana hata kule huyu anapigwa, huyu anashinda. Huyu anapigwa, huyu anashinda. Hm, ligi ambayo imebanana sana. Kwa hivyo talk to Raza katika comment section vile vile ligi nani atakua anafanya vizuri manake mm? We'll be doing better. Mechi hizi zitakuwa zinaendelea katika mizunguko wa 17 tukiangalia, tetesi za katika tetesi za uhamisho, uhamisho, tutazamia kule baba Barcelona. Barcelona wanania kuongeza mkataba wa kocha Hansi Flick. Anasema kwamba atakuwa anaongeza mkataba. Anasema kwamba mimi siondoki hadi mwaka Mm, licha licha kocha huyo Mjerumani mwenye umri wa miaka 60 kusaini mkataba mpya na bingwa wa Hispania hadi mwaka 27. Yaani Barcelona wanataka kumpatia hadi 29, 28 lakini kochezi mwenyewe anasema kwamba ah, 27 umetosha. Alafu vile vile katika ligi hiyo ya ama katika maneno ya Barcelona pia wanafuatilia beki wa Hispania, Aston Villa, Pau Torres mwenye umri wa miaka 29 pamoja na beki wa Ujerumani wa Borussia Dortmund Nico squatterback yani, wanataka kumuinda huyo Kenda akuja akapiga katika klabu hiyo ya Barcelona. Na mambo yalivyo katika masuala ya soka, tupatane kesho saa tisa hadi saa moja ndani ya Amaika viwanja. Tutakuwa tunabonga nyingi sana, tutakuwa na tunapiga lele mama, tutakuwa tunazungumza, tunaangazia nyuga zote. Kikubwa zaidi, we cha kufanya, fuatilia kazi zetu zote za Facebook, TikTok, Instagram na Twitter. Pale YouTube tafuta Tamaika Radio, Amaika Entertainment Kwetu, pale Facebook tafuta Amaika Media, Amaika Radio, TikTok tafuta Amaika TV, Amaika Entertainment, utakuwa unatupata vizuri sana bila hitilafu yote. Kumbuka uweze kudownload app ya kwetu, enda pale kwenye Play Store, tafuta Amaika Radio app, ni app ambayo utakuwa unatusikiza vizuri sana bila hitilafu yote. Nimekuwa mtoto wa mama John Anthony Orao, na hii ni Amaika Viwanjani, Amaika Radio, sauti yetu isiku zote. Usibonyeze kirure siku zote, mimi kukwambia.